Ni mwaka wa uchaguzi, na kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi, lazima tuzungumzie masuala ya uchaguzi wa nchi hii. Tuulizane, je, hivi sisi wananchi wa Tanzania na sisi wananchi wa Nachingwea bado kura yetu ina thamani? Tujiulize, je, bado kura yetu inathaminiwa? Tuulizane, je, bado tuna uwezo wa kuchagua viongozi tunaowataka? Sasa haya ni maswala ya kuulizana kwenye mwaka wa uchaguzi kwa sababu Nchi hii kwa katiba ya nchi hii, namna kuu ya kupata viongozi wa nchi ni kwa kupitia uchaguzi. Namna ya kupata rais ni kwa kupitia uchaguzi. Namna ya kupata wabunge au madiwani au wenye vitu ya vijiji na mitaa na vitongoji ni kwa kupitia uchaguzi. Sasa inabidi tuulizane, hivi utaratibu wa uchaguzi wa nchi yetu unaturuhusu tena kupata viongozi wanaotufaa? Mfumo wetu wa uchaguzi unaturuhusu tena kuchagua viongozi tunaowataka. Sasa ee, ni kweli hivi hivi mfumo wetu wa uchaguzi unaruhusu tena uchaguzi? Sasa yote haya ni masuala ambayo, kwa sababu huu ni mwaka wa uchaguzi, nimekuja na Chingwea ili tuyazungumze na tufanye maamuzi ya pamoja, tuyatafakari pamoja na tuamue pamoja, tunachukua hatua gani? Sasa nyiye mnafahamu, nyiye mnafahamu ndugu zangu wanachingwea, kama mnavyofahamu waruangwa na Walindi, hii kwamba tuna hali mbaya, tuna hali mbaya. Ni hivi, nyie ni wakulima wa korosho au nakosea? yeah. Mnalima ufuta au nakosea? yeah. Mnalima mbaazi yeah. Mnalima na mazao mengine mengi. Hebu tuulizane hali yetu sisi wakulima wa hayo mazao wa Nachingwea, wa Lindi, wa kusini, hali yetu ikoje? Ukilima korosho unahangaika mwenyewe, utafyeka mwenyewe, utasafisha shamba mwenyewe, utapiga dawa mwenyewe utavuna mwenyewe utabangua mwenyewe, au nakosea? Ikifika penye kuuza, unaambiwa stakabadhi ghalani, unaambiwa stakabadhi ghalani, unaletewa makato, makato ya usafiri. Nimetoka kwa Waziri Mkuu, wilaya nzima wanakatwa shilingi ishirini kwa kilo ya, kaha, ya korosho ku, kulipia timu ya mpira. Sasa, sasa hebu fikiria mie, mie, mie, mie ni mtu wa Yanga sawa sawa, nachangia Yanga nikitaka na nikiwa nazo ama sina sichangii. Na vile vile wakati mwingine naona wanabaa wana, wanaimbaimba nyimbo za CCM naambia sitoi. <laughs> Lakini mkulima wa kusini, ambaye dhambi yake ni kulima korosho, dhambi yake ni nini akilima korosho tu, anakatwa shilingi ishirini kwa kila kilo moja, inakwenda kwenye timu ya mpira au anaenda uwanjani kuiangalia au haendi, makato ya shilingi ishirini kwa kilo yana mhusu.